Kufuatia operesheni maalum ya kutokomeza wanyama hatari, jumla ya fisi kumi na saba wameuawa katika kata ya Shigala wilaya ya Busega mkoani Simiyu baada ya kudaiwa kuwa tishio kwa maisha ya binadamu pamoja na mifugo yao. Hata hivyo, operesheni hiyo imeibua maswali baada ya fisi wawili kati ya waliouawa kukutwa na alama pajani na wakiwa wamepambwa kwa shanga shingoni na heleni masikioni. taka ndaaziwa kupitia pori la kiba kijereshi Tulikuwa na operation ya siku saba katika kata ya Shiligala yenye vijiji vinne. Operation hiyo ilikuwa maalum kwa kudhibiti fisi ambao walikuwa hatarishi kwenye makazi ya watu pamoja na mifugo. Tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kudhibiti fisi hao, na kwa jumla ya siku saba hizo tulizokuwa hapa kufanya operation hiyo, tumefanikiwa kudhibiti kuua fisi kumi na saba na ushauri wangu kulingana na jiografia halisi ya kata ya Shigala, ushauri wangu ulikuwa tushirikiane na kata zingine kama Badugu na Kabita ili tuendeleze kutokomeza fisi hao ambao ni hatarishi kwa wananchi. Nashangaa sana kumwona fisi ana heleni ana namba hivi. Fisi kumbe, wapo fisi wengi hadi kumi na moja. Fisi anapewa bukwenani. Yanionanywe ni tukio kubwa mno na toka niwepo hapo, ndo maana kwanza kuona hiyo nani matukio. Yaani wanyama ambao wana alama. Wanaua wa, wanaua wa, mwingine ameandikwa kwa jina, anaitwa Shigara hadi Badugu, mwingine ana hereni na maana, wote tuseme wanyama waliokufa wote wana alama. Na maana hao wanyama wote hao, sio wanyama wa porini, ni wanyama wa binadamu tunaoishi nao, binadamu wanafuka wanyama